Morogoro tusalie katika swala zima la elimu, ambapo walimu wa shule za msingi wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro uh, umetakiwa kuongeza juhudi ili kulinda nafasi ya kwanza waliopata uh, katika matokeo ya darasa la saba kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mkuu wa wilaya hiyo Sebastian Wariuba amesema kwamba uh, kushika nafasi ya kwanza uh, kimkoa uh, ni jambo jema, hivyo basi juhudi iziongezwe ili kulinda nafasi hiyo. Kwa ujumla, kabla ya kufanua kwa mdani wake, wapongezeni sana sana sana walimu wa shule ya msingi kwa kazi kubwa mnaifanya mwaka 2025. Unajua, ninashukuru taarifa pia ambayo nimeipata ya shule zetu za msingi. Ndugu zangu walimu, kufaulu si jambo dogo, kulazimisha maarifa kuyatoa kwenye ubongo wako upeleke kwa mtoto uyapelekwa mtoto yashike halafu yakae kichwani mwake halafu afanyie kazi, sio jambo dogo. Tuendelee kupambana kushirikiana, kuhakikisha nafasi hii haitutoki na, na tujitahidi zaidi kabisa, tuje na sisi tuwe namba moja kita, kitaifa kita hmm, wilaya Malinyi tuongoze, tuwe namba moja kama tulishawahi kuingia kwenye kumi bora za kiwilaya, tukawa Malinyi kwenye kumi bora, top ten, tupo kitaifa. Sasa tujitahidi twende kule kule. Katika zile top 10 tuende sasa top 5 angalau mwakani na sisi tuingie. Tunajua tutafanya nini, mikakati tunayo, uwezo tunao, nguvu tunayo na hali tunayo. Ni furaha yangu sana leo kukutana na walimu elimu uh, ya msingi katika shughuli hii ya kuwapongeza kwa ufaulu mkubwa uliotukuka kwa asilimia tisini na tano nukta saba tatu iliyopelekea tukawa wa kwanza ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Na serikali wilaya ya Malinyi imewapa mkono wa pongezi walimu hao kwa kuwapa zawadi mbalimbali mbali, kama vile vyeti, pesa taslim na mifuko ya sukari kwa shule zote za msingi arobaini na tatu kwa kufanya vyema. Na hapa mwenyekiti, kwa ruhusa yako, pamoja na mjumbe Abel Onesmo, kuna mambo mawili. Unapoona mwenzako amefanikiwa, hauna sababu ya kuweka kiroho cha kwa nini. La msingi, hebu nenda katazame nini kimefanya wakafanikiwa kwa, kwa, kwa kiasi hiki? mm -hmm. Ili unajua hakuna hamna baya kwenye kujifunza kwa ule ambao amefanikiwa, hiyo la kwanza. mm -hmm. Lakini la pili, mbali ya kuwapa motisha ya zawadi mbalimbali, pia watazame, je, kuna changamoto ambazo wanakutana nazo. mm -hmm. Ili changamoto zile ziweze kuondolewa na azima yao ya kukaa namba moja siku zote ipate kupatikana.